Karibuni katika makala hii inayozungumzia uamuzi wa Tanzania kuondoa wanajeshi wake huko jamhuri ya, ya kidemokrasia ya Kongo. Wanajeshi hao walikuwa sehemu ya kikosi cha kulinda amani cha jumuiya ya SADC ambacho licha ya Tanzania, pia kilijumuisha wanajeshi kutoka Afrika Kusini na Malawi. Makala hii inatupia jicho sababu zilizopelekea uamuzi huo, lakini pia athari zinazoweza kutokea kutokana na uamuzi huo. Lakini kabla ya kuingia katika makala hii, niwashukuru nyote mnayotembelea channel hii, niwakaribishe wale ambao mnatembelea channel hii kwa mara ya kwanza. Endapo hujafanya hivyo na ikikupendeza, basi unaweza kusubscribe. lakini pia unaweza kuweka notification on ili kila video mpya itakapowekwa hapa uweze kufahamishwa. Kadhalika, licha ya habari hizi za kimataifa, channel hii ambayo sasa inafahamika kama Jasusi TV pia ina habari za kitaifa, chambuzi, habari za intelijensia na kuna kozi hapa. Kwa hiyo unapotembelea channel hii, licha tu ya kuhabarika, unapata pia fursa ya kuelimika. Baada ya utangulizi huo, nielekee sasa kwenye mada husika, ambapo kama nilivyoeleza awali, uh, jumuiya ya SADC uh, jumuiya ya maendeleo ya nchi za kusini mwa Afrika, SADC, imeamua kusitisha Uh, operation ya kijeshi iliyokuwa ikiendelea huko Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo. Um, operation hiyo ilikuwa ikihusisha wanajeshi kutoka Tanzania, Afrika Kusini na Malawi. Kwa hiyo makala hii inatupia jicho kwa nini uamuzi huu umechukuliwa, lakini pia tafsiri pana ya athari zinazoweza kutokea kutokana na uamuzi huo wa SADC kuondoa wanajeshi wake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja vikosi vya SADC vilitumwa mashariki mwa DRC ili kukabiliana na vikundi vya waasi hususan kundi maarufu la M23 na vikundi vidogo vidogo vya wanamgambo. Tanzania, ikiwa na historia kubwa ya kushiriki operation za amani, ilikuwa miongoni mwa nchi zilizochangia vikosi vingi zaidi kwenye operesheni hii kumana, kwa maana kwamba Tanzania ilitoa idadi kubwa ya wanajeshi katika hii operesheni ya kijeshi ya jumuiya ya SADC huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka SADC, uh, Tanzania pamoja na nchi nyingine zinaondoa wanajeshi wake kwa sababu lengo kuu la operesheni hiyo limefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Haya ni maelezo rasmi yanayotolewa na SADC. Serikali wanachama wa SADC zinadai kuwa vikosi hivyo vya kijeshi vimeweza kupunguza nguvu za vikundi vya waasi na kurejesha hali ya utulivu kwenye maeneo mengi ya mashariki mwa Kongo. Serikali ya Tanzania imesisitiza kwamba mchango wake katika kulinda amani na usalama umekuwa mkubwa na wa mafanikio. Hata hivyo ripoti na wachambuzi mbalimbali wanatoa mbali, taswira ta tofauti kabisa. Kuna taarifa zisizo rasmi kwamba operesheni hii haikufikia malengo yake kama ilivyotarajiwa. Vikundi vya waasi kama M23 vimeendelea kuwa tishio kubwa katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Kongo, huku mapigano makali yakiendelea na raia wakikimbia makazi yao chanzo kikubwa cha kutofanikiwa huku ni kwa mujibu wa wachambuzi ni ukosefu wa rasilimali za kutosha, migogoro ya kisiasa ndani ya jumuiya ya SADC na mkanganyiko wa majukumu kati ya vikosi vya SADC, MONUSCO ile ya majeshi la Umoja wa Mataifa na jeshi la serikali ya Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo. Moja ya lawama zilizokuwa zikielekezwa kwa SADC wakati wa ilipotangazwa hii operation ya kijeshi ni kwamba hakukuwa na mwelekeo rasmi kwamba jeshi hili linaenda kufanya nini, na moja ya maswali yaliyojitokeza mwanzoni ni kwamba endapo jeshi hili linakwenda kulinda amani, kwa sababu misheni ilikuwa ni ya kulinda amani, lakini katika kulinda huko amani, jeshi hili lilitarajiwa kufanya kazi na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na jeshi hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilikuwa vitani dhidi ya vikundi mbalimbali, kikubwa zaidi kikiwa ni hiki cha M23. Kwa hiyo ilihofiwa kwamba Tanzania, Malawi na Afrika Kusini ni wanajeshi waliokuwa wakiunda hicho kikosi wangeweza kujikuta wanaingia vitani dhidi ya M23 na hivyo vikundi vingine, kwa sababu kimsingi wanaenda kulisaidia jeshi ambalo linapambana na kundi jingine. Kwa hiyo utagundua kwamba mwanzoni kulikuwa kidogo kuna sintofahamu ya Vikundi hivi, vikundi hivi vya, vya wanajeshi vinaenda kufanya nini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama alivyoshuhudia uh, wiki chache zilizopita wanajeshi kadhaa waliuawa wa Afrika Kusini, Malawi na wa Tanzania uh, baada ya kushambuliwa na inaelezwa kwamba tukio hilo haya mashambulizi yaliyopelekea vifo vya wanajeshi kadhaa kutoka nchi hizo ni moja ya sababu zilizochangia zaidi uamuzi huu wa viongozi wa SADC, kwamba misheni hiyo operesheni hiyo ya kijeshi isitishwe, lakini pia kulikuwa na maswali kuhusu nini hasa kinatarajiwa kufikiwa na hivi vikosi vya SADC haya majeshi ya wanajeshi waliokuwepo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sababu um, hakukuwa na maendeleo ya kutosha, na kinyume na hii taarifa iliyotolewa ya kudai kwamba hali ya amani imerudi. Ukweli ni tofauti na kila anayefuatilia kinachoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo atabaini kwamba hali imekuwa mbaya zaidi ya ilivyokuwa huko nyuma, na kwa kiasi kikubwa ya yumkinika kuhitimisha kwamba uwepo wa majeshi hayo ya SADC huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haukuchangia chochote, haukubadili chochote cha msingi zaidi ya ukweli kwamba ilikuwepo. Na pengine inasikitisha kuona kwamba kuna wanajeshi kadhaa waliopoteza maisha yao katika misheni ambayo kwa kimsingi bila kuuma maneno imefeli. Sasa matokeo ya kuondoka kwa jeshi uh, hilo la SADC ni nini hasa? Kuondoka kwa vikosi vya SADC kunaweza kuleta madhara makubwa ya kiusalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inawezekana vikundi vya waasi vikatumia fursa hii kujikusanya upya na kuimarisha mashambulizi yao. Pia, kuna uwezekano mkubwa wa hali ya kibinadamu kuzidi kuwa mbaya kutokana na ongezeko la wakimbizi wanaokimbia mapigano. Na katika hili la wakimbizi, Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazoathirika kwa sababu wa, wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa wakimbizi wengi waliopo nchini Tanzania. Na kadri mapigano yanapoendelea ndivyo kadri wakimbizi wanavyotoka huko na kuja uh, nchini Tanzania. Kwa Tanzania na nchi nyingine za SADC kutoka huku kunaweza kuathiri sifa yao ya kushiriki katika operesheni za kimataifa za amani huko mbeleni, hasa kama jumuiya hii haitakuwa na uwezo wa kuonyesha mafanikio dhahiri kwenye operesheni za aina hii. Na kwa hakika SADC itahangaika, itakuwa na wakati mgumu kuonyesha kwamba operesheni hii ilikuwa na mafanikio, na kwa kushindwa kuonyesha hivyo italeta maswali huko mbele kuhusu uwezekano wa operesheni kama hizi kuwepo, kwa sababu nchi kama Tanzania inaweza ikahoji. Kuna umuhimu gani wa kupeleka majeshi kama ilivyofanya huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kupelekea tu wanajeshi wake, baadhi ya wanajeshi wake kuuawa, lakini malengo hasa ya asili ya hiyo operation haya kufanikiwa. Um, mustakabali wa usalama huko Mashariki mwa Kongo sasa unabaki mikononi mwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vikosi vyake. Swali kubwa ni kama jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo limekuwa likikabiliwa na changamoto za ndani lina uwezo wa kweli wa kudhibiti hali hii yenye utata bila msaada wa moja kwa moja wa kimataifa. Wataalamu wanapendekeza kwamba SADC inapaswa kujifunza kutokana na operation hii na kufikiria upya mkakati, mikakati yake ya baadaye. Muhimu zaidi nchi za SADC ikiwemo tanz Tanzania zinapaswa kuhakikisha kuwa ziko tayari zaidi kwa operation za siku zijazo ili kuepuka matokeo kama haya. Kwa hiyo, kwa msingi huo ni kwamba um, kuna ugumu wa kuhitimisha kwa wananchi wa nchi hizi husika, kwa mfano wananchi wa South Africa, Afrika Kusini, wa Malawi na wa Tanzania kwamba askari waliopoteza maisha yao katika operation hii wa, wa maisha yao yamepotezwa kwa kitu ambacho kina thamani kwa sababu kimsingi thamani hasa hii operation ilikuwa ni mafanikio yake, na kwa bahati mbaya mafanikio hayo hayakupatikana. Lakini hii ni changamoto ambayo uh, nchi husika na jumuiya ya SADC kwa ujumla bila shaka vitakaa chini na kutafakari na kuangalia hali itakuwaje huko mbeleni endapo kutahitajika tena kuwepo kwa operation kama hizi. Basi mimi niwashukuru kwa muda wenu mliotumia kunisikiliza, niwatakie wikiendi njema na tutakutana wakati mwingine katika mada nyingine. Asanteni na kwa